Mambo ni mengi e. Mambo ya kwanza ni ule utumishi niliopewa na Mungu. Mwaka 2025 nimeona mambo mengi makubwa ma, miujiza na matendo makuu zaidi sana, nimeona Mungu akiokoa watu. Na jambo lingine kubwa katika huduma ni mwaka 2025, nimeona Mungu akinipa neema ya kwenda mataifa mengi, mataifa mengine ya nje kama, nimekuwa Brazil, tumefanya kongamano pale, mkutano wa nje na Bwana amefungua maisha ya watu na kuponya. Nimekuwa Zimbabwe, nimekuwa Kenya, nimekuwa Msumbiji na, na, Msumbiji yes. Msumbiji tumekuwa na mkutano mkubwa wa baraka na maisha ya watu wengi yamefunguliwa. Ya furaha yangu mimi ni kuona watu wanafunguliwa, watu wanaokolewa, wanaponya, lakini lakini vile vile nimeona Mungu akitufanikisha na katika huduma. Tukio moja kubwa ambalo limefanyika ni uzinduzi wa hema letu kubwa la baraka. Tumekuwa na uzinduzi mkubwa ambao ulikuwa wa baraka katika nchi yetu ya Tanzania na na, na, na na watu wengi walibarikiwa, kwa hiyo ni jambo la baraka, tumemwona Mungu namba eh. Jambo lingine eh, ni katika eh, mipango yetu Mungu ameifanikisha, lakini vile vile mambo ambayo yamenisikitisha katika mwaka huu pamoja na shida iliyotokea kwenye taifa letu, watu kuuawa katika eh, eh, uchaguzi, kipindi cha uchaguzi uh, vurugu zilizotokea uh, watu kuuawa uh, sio jambo la kufurahisha katika taifa. Kwa hiyo uh, lime, lituhuzunisha sana, mimi binafsi nilihuzunika sana. Nimetoa pole kwa watu wengi sana, na, na, na kuwatia moyo na kuambia bado tumaini lipo, na nakuambia eh, amani ya Mungu ikitawala moyo wako utakuwa salama, kwa sababu mshtuko uliotokea kila mtu aishtushwe katika nchi. Na wengine wanaweza kupata shida ya kuumia, lakini moyo wako uliumia. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla pamoja na mimi eh, ninaamini kila mtu, ili tukio ni picha mbaya kwenye maisha yake, ambayo katika mwaka huu ilikuwa sio alama njema lakini tunaamini Mungu atatusaidia kama taifa.